Mtazamaji, kama unavyoona hii bonge la jiwe, jiwe kubwa sana. Jiwe hili lipo mkoa wa Njombe, wilaya ya Ludewa, uh, kata ya Masasi, kijiji cha Kiyogo, ambacho mkabala kabisa na mkoa wa Ruvuma. Jiwe hili kama unavyoona humo ndani kama kuna mashimo mashimo hivi, mashimo makubwa, mashimo makubwa kabisa, humo ndani kuna wale wanyama ambao wanaitwa nungu nungu ambao huyo mnyama anakuwa na manyoya ambayo makali sana, haya manyoya ndio sehemu yake ya ulinzi mkubwa ambao akiwa anatumia. Hawa nyama wanakuwa wanaishi humu na jamii ambayo inayozunguka, na kama unavyoona, haya ndio mabawa ya hawa nyama, sio manyoya, ni manyoya na huyu ndio anaishi. Hawa wanyama ambao wanaitwa nungunungu ni wakali sana, ambao ukikutana nao hawa nyama, kama unavyoona humo chini wanakaa mbali kabisa, umbali unakuta hili shimo, umbali wa ndani kama kilomita kilomita kumi hivi kwenda chini. Kwa hiyo ili kuwapata wanyama unaweza kaja hapa, lazima utambike kwanza, ili wakute, ili upate kitu. Bila kutambika hapa, uwezo ukakutana na nyama yoyote. Kwa hiyo lazima utambike kwanza. Ukija hapa, unaweza kabeba hata kuku na upe, na unga ukamtupia, au kamua ukamtupia hapo na siku ya pili unaweza kukutana na mnyama. Jiwe hili hapo unaliona ni maporomoko ya maji. Chini hapo ndo kuna haya mashimo. Maporomoko ya mawe yuko juu, huu unaitwa ni mto mto Nyaundo. Umetoka mlimani huko Nyaundo, unaingia hapo kwenye Muumira unamwaga maji. Ziwa linamwaga maji mto Ruhu, kisha mto Ruhu unasafirisha maji ziwa Nyasa ambao lipo kusini kabisa mwa Tanzania. Eh, mashimo haya wanyama wanakuwa wanakaa huko ndani na kitoweo ni sehemu kama kitoweo katika jamii za kijiji cha Kiyogo. E, Bwana, endelea kuenjoy na Ngipu dady.